Uvamizi wa ndege zisizo na rubani za Ukraine ndio uliosababisha ajali mbaya mwaka 2024 ya ndege ya shirika la Azerbaijan iliyokuwa ikielekea Urusi. Rais Vladimir Putin amesema wakati wa mkutano na mwenzake wa Azerbaijan, Ilham Aliyev. Akizungumza kabla ya mazungumzo ya pande mbili yaliyofanyika nchini Tajikistan, Putin alisema kuwa ndege ya AZAL nambari 8243 iliharibika baada ya ulinzi wa anga Urusi kufuatilia ndege tatu zisizo na rubani zilizovuka mpaka Urusi usiku wa tukio hilo, ambapo moja kati ya hizo ilikuwa angani wakati ndege ya abiria ilipogongwa. Sababu ya pili ilikuwa hitilafu za kiufundi katika mfumo wa ulinzi wa anga Urusi. Makombora mawili yalirushwa, lakini hayakuigonga ndege moja kwa moja, aliongeza Putin. Alisema kuwa makombora hayo huenda yalijilipua umbali wa takriban mita kumi kutoka kwenye ndege hiyo, ambayo huenda ilipigwa na vipande vya mabaki badala ya vilipuzi vidogo vya kombora la Urusi. Putin alibainisha kuwa kama ndege hiyo ingegongwa moja kwa moja na vilipuzi vidogo, wakati wa operesheni ya kawaida ya kijeshi ikiharibiwa mara moja kabisa badala ya athari ndogo ambayo wafanyakazi wa ndege walichukulia kuwa ni mgongano na ndege hai. Tukio hilo lilitokea Desemba mwaka 2024 karibu na jiji la Grozny, Urusi. Wafanyakazi wa ndege ya abiria aina ya Embraer E190 walijaribu kuelekeza safari upande mwingine, lakini hatimaye ikalazimika kutua kwa dharura karibu na Aktau, Kazakhstan na kusababisha vifo vya watu 38 na, na kujeruhi wengine 29. Putin alisema kuwa maelezo yote yanapaswa kuchunguzwa kwa kina na akadai kuwa Urusi itatimiza wajibu wake wote wa kufidia ambapo familia za waathiriwa zinaweza kupewa fidia. Pia aliahidi kufanya tathmini ya kisheria kuhusu hatua za wote waliohusika. Rais wa Azerbaijan alimshukuru Putin kwa taarifa hiyo na akaonyesha imani kwa uchunguzi wa Urusi utafikia ukweli wa tukio hilo kwa haki. Aliyev hapo awali alisema kesi ya madai ilikuwa inaandaliwa dhidi ya Urusi kutokana na jukumu lake katika tukio hilo ambapo Moscow imetoa pole mara kadhaa. Kremlin imesema kuwa uchunguzi kamili lazima ukamilishwe kwanza. Uhusiano kati ya mataifa hayo mawili umezorota sana kufuatia tukio hilo.